Walimu wakuu pamoja na wataalamu wa ICT kutoka eneo bunge la Webuye Magharibi wamejumuika katika shule ya msingi ya Miskhu RC Boys kuangazia jinsi wanafunzi wa gredi ya tisa wataweza kuchagua masomo almaarufu pathways, huku wazazi wakitakiwa kuhusika kwa jambo hilo litakalokuwa na hatima ya wana wao maishani litakalokuwa na hatima ya wana wao maishani. Akizungumza na wanahabari baada ya mkutano huo uliowaleta pamoja walimu wakuu wa shule za msingi eneo hilo, naibu mkurugenzi wa elimu katika kaunti ndogo ya Webuye Magharibi, Dona Machayo, alihoji kuwa uhamasisho huo ni kuhakikisha kuwa walimu wakuu wanawahamasisha walimu kwenye shule zao na kuhakikisha kuwa wanafunzi wanachagua vyema somo wanalotaka kwa ushirikiano na wazazi huku akiwataka waalimu wakuu kuwa makini na zoezi hilo kwani litaamua mstakabali wa maisha wa mwanafunzi wa gredi ya tisa. Shule yetu ya Webuye West Bokoli Zone, tumekuwa tukizungumzia na kusemezana kuhusu selection ya senior school kwa watoto wetu ambao watakuwa wanafanya mtihani wa grade 9 ili kujiunga na shule ya senior school. Muhimu zaidi ni lazima wazazi wa watoto hawa wajumuike pamoja na walimu ili kushauriana, ni masomo yapi watoto wataweza kufanya kuendeleza wanapoingia senior school. Baadhi ya walimu wakuu akiwemo Alice Omuche Amunala wa shule ya msingi sekondari ya Chengoli amepongeza uhamasisho huo ambao wanahoji utawafaa sana kushughulikia wanafunzi wa ufumbuzi wa mtaala wa CBE wa gredi ya tisa, huku mwenzake wa shule ya kutwa ya Lugulu Samuel Cheprum akipongeza mbunge wa eneo hilo kwa miundo misingi bora ambayo itasaidia sana kwa masomo ya CBE. I want to believe this being the pioneer class, we are geared to maintain and retain the new curriculum CBE, to even more years than the old 844 curriculum. The only challenges we might face or we could predict, but we want to believe we shall endure them and come over them as we get to the bridge. Na kulingana na vile taratibu imewekwa tukiangalia kwa infrastructure mashule nyingi, Bwana Dan Wanyama our area MP amejaribu sana, na kwa hivyo tunasema hata hivyo baadhi yao wakiongozwa na Karemana Makoha wanadai bado kuna changamoto ambazo wizara ya elimu yafaa kushughulikia kulinagana wanafunzi wa gredi ya tisa kuchagua masomo yao. Changamoto moja ambayo mimi nimeweza kuona ni kwamba, aa wanafunzi tunawachagulia masomo ambayo hawajaikutana nayo. Sasa tu, tu, tu, tunashangaa itakuwaje iwapo tutamchagulia mwanafunzi somo alafu mbele ilo somo limshinde. Sijui serikali ina mpango gani na wale watoto, kwa sababu wanachagua masomo ambayo bado hawajakutana nayo. Nikiripotia Dira ya Tandao, kaunti ya Bungoma, jina langu ni Emmanuel Barasa.